Rais wa Marekani Donald Trump kama kawaida yake kubeba vichwa vya habari duniani ameibuka na kusema anatarajia kumkaribisha rais wa China Xi Jinping katika ikulu ya White House mwishoni mwa mwaka huu, ikiwa ni hatua ya kutaka kurejesha uhusiano wao ulioathirika na vita vya kibiashara na unaoendelea baina yao. Na hii ni TriGen Media. Kauli hiyo ya rais Trump juu ya uwezekano wa ziara ya mwakani ya Xi Jinping ameitoa na kukaririwa na NBC ambapo amesisitiza kuwa mataifa hayo bado yana mahusiano mazuri, pamoja na ushindani wa wazi ambao dunia inaushuhudia miongoni mwa nchi hizo mbili. Kwa miaka mingi, uhusiano kati ya Marekani na China umekuwa wa mchanganyiko wa ushirikiano na ushindani mkali. Kwa upande mmoja, nchi hizo mbili ni washirika wakubwa wa kibiashara na zinazotegemeana kiuchumi. Kwa upande mwingine, pia zikikinzana vikali kuhusu masuala ya nguvu za kiuchumi, teknolojia, usalama wa kijeshi na ushawishi wa kisiasa duniani. Hali hii imeufanya uhusiano wao ufanane na ndoa ya lazima, hawawezi kuachana kabisa, lakini hawaaminiani kikamilifu. Katika kipindi cha Donald Trump, msimamo wa Marekani dhidi ya China ulikuwa mkali zaidi kuliko awali. Trump alishutumu China kuwa inahujumu biashara na kufanya vitu visivyo vya haki, kuiba teknolojia, kudhoofisha viwanda vya Marekani pia. Hii ilisababisha vita vya kibiashara, ushuru mkubwa wa bidhaa na mvutano wa wazi wa kidiplomasia. Ingawa Trump mara kadhaa amekaririwa akisema anamuheshimu sana Rais Xi Jinping na angependa kumkaribisha ikulu ya White House, mazingira ya kisiasa hayajawa rafiki bado. Ndiyo maana huenda anasema mwakani. Sababu kuu zinazozuia Xi Jinping kualikwa ama kukubali mwaliko kwa wakati huu ni migogoro mikubwa isiyotatuliwa. Hii ni pamoja na swala la Taiwan, mvutano katika bahari ya China Kusini, mashindano ya teknolojia hasa kampuni kama Huawei na masuala ya AI, pamoja na tuhuma za haki za binadamu. Masuala haya yote yanafanya mkutano wa ngazi ya juu kuwa nyeti kisiasa kwani upande wowote unaweza kuonekana kama unalegeza msimamo wake mbele ya mpinzani. Kwa ujumla, kauli za Rais Donald Trump kuhusu kumkaribisha Xi Jinping ni sehemu ya mkakati wa kisiasa na kidiplomasia, si dalili kwamba vikwazo vimeondoka. Marekani na China zote zinataka kuonekana imara mbele ya wananchi wao na washirika wao wa kimataifa. Ndiyo maana hadi pale ambapo maslahi ya pande zote mbili yatakapokutana au shinikizo la kimataifa litakapoongezeka, mikutano ya kirafiki kama ya kutembeleana ikulu ya White House huenda ikaendelea kusubiri bado, huku ushindani ukiendelea kuchukua nafasi yake nyuma ya pazia. Kiongozi huyo wa Marekani pia anatarajiwa kuizuru China mwezi Aprili mwaka huu kabla ya Xi Jinping kuitembelea Marekani. Itakumbukwa kwamba tangu Trump arejea ikulu kwa mara ya pili mwaka mmoja uliopita amekuwa akianzisha na kuongeza ushuru kwa bidhaa mbalimbali kutoka nje ya Marekani ikiwemo China, hatua ambazo zinatajwa kuwa zimeongeza zaidi mvutano wa kibiashara duniani. Na hii ni TriGen Media.